Amina. Mtazamaji mpendwa, katika kipindi chetu kilichopita tumeongelea baraka ya wanandoa. Leo basi tupige hatua moja mbele. Katika ndoa kunazaliwa watoto, watoto nao wanahitaji baraka katika maisha yao. Wazazi wana wajibu wa kuomba baraka kwa ajili ya watoto wao. Mara nyingi tunaona watoto wetu wengine wanaitwa machokora, wanatembea tembea tuku mtaani, wengine wanaitwa panya rodi, wengine ni wadokozi, wengine wakifika shuleni akisoma mambo haya pandi ni mtukutu ni mtukutu kama nini. Je, ushawahi kuomba baraka kwa ajili ya mtoto wako? Hata kama anafanya vizuri kule shuleni au ni mtoto mwema, ushahi kumwombea baraka mtoto huyu? au nasubiri mpaka aharibikiwe ndio tunahangaika sasa kutafuta baraka? Kwa hiyo katika Kanisa Katoliki kuna utaratibu wa kuomba baraka kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo zipo nafasi mbalimbali mbali za kichungaji za kuwaombea hawa watoto, aidha amekwisha kubatizwa au hata kabla hajabatizwa, au kama hajabatizwa, basi anaweza kuombewa baraka. Mwenyezi Mungu anawabariki watoto, nasema waacheni watoto waje kwangu kwa kuwa ufalme wa mbinguni ni wao. Injili takatifu inatufundisha hivyo. Je, ushamwachia mtoto aende, eh, kwa padre ili aweze kupata baraka hiyo ya Mwenyezi Mungu? Asema waacheni waje. Eh, kwa hiyo ni nafasi yetu sisi kama wazazi kuwapeleka watoto kwa ajili ya kupata hiyo baraka ya Mwenyezi Mungu. Sasa tuanze na watoto waliobatizwa wana wapataje wanaombaje baraka au wanapewaje baraka katika kanisa? Kama tulivyoona katika mambo ya ndoa au adhimisho lolote lile linaanza eh, kwa ishara ya msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo leo vilevile, wewe mtoto pokea baraka, unayeangalia kipindi hiki, huyu mtoto eh, pokea baraka na kama kuna mtoto basi yuko pembeni, mwambie aje sasa. Leo ni siku ya watoto kupokea baraka katika televisheni yetu hii pendwa ya Tumaini. Kwa hiyo tunaanza kwa jina la Baba na la Mwana na, na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote, kama kawaida na kama kawaida viwe rohoni mwako. Na tunasali sasa sala kwa ajili ya ninyi watoto ambao mnaangalia, lakini vilevile na wewe mzazi, kutambua kwamba kanisa Katoliki kuna baraka ya watoto. Sala yetu ni kama ifuatavyo. Na wewe mtoto, kama upo, jiweke vizuri uweze kupokea baraka. Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, alipokuja duniani akawa mtoto na akakuwa katika hekima, kimo na neema mbele ya Mungu na watu. Aliwakaribisha watoto na kuwabariki, alithamini hadhi yao, na aliwaona kama mfano kwa wote wanaotafuta ufalme wa Mungu. Lakini watoto huhitaji msaada wa wakubwa ili kuchochea karama zao za kimaadili na kiakili na afya ya mwili, kusudi wafikie ukomavu wa kiutu wa Kikristo. Basi tumwombe Mungu baraka yake, ili na sisi tujitoe kwa malezi ya Kikristo ya watoto hawa, ili waweze kukubali kwa moyo maongozi wanayohitaji. E Bwana twakuomba, basi wabariki hawa watoto wako waweze kupokea nini ambayo yametajwa hapa kwamba wanahitaji msaada wa wakubwa nini. Wakubwa mjalie neema ya kuwapa msaada watoto, ili kuchochea karama zao. Mtoto ana karama gani huyu? Mwenyezi Mungu aweze kuchochea karama zake, apende kuchochea karama za kimaadili hawa watoto wetu tunaosema machokoraa, maanaake karama ya kimaadili imepotea katika maisha yake. Tunaomba Mwenyezi Mungu achochee karama hiyo ya kimaadili watoto wetu. Nakuta darasani, e, kichwa hakifanyi kazi mwalimu anafundisha, inaingilia kulia inatoka kushoto. Tunaomba karama ya kiakili, waweze kufaulu vyema masomo yao, waweze kuzingatia, wawe na afya ya mwili. Watoto wetu wengine ni dhaifu e, kikohozi cha hapa na pale, magonjwa ya hapa na pale, tunawaombea watoto hao wawe na afya njema. Eh, na falsafa anasema mense sana kopro sana, mwili wenye afya ndio mwili wenye akili. Kwa hiyo tunawaombea wawe na afya njema. Enyi watoto pokeeni afya njema, pokeeni baraka ya Mungu ya afya njema, lakini yote hayo tunawaombea ili muweze kufikia ukomavu wa kiutu wa Kikristo, kwamba uwe kweli unaposimama, e uwe ni Mkristo kweli, unayejitambua. Sio Mkristo tu lakini Mkristo unayejitambua ma kujua kwamba wewe umebatizwa, una sakramenti ya kipaimara, uko tayari kupambana kwa ajili ya imani yako. Hiyo ndio baraka. Na kama kawaida, ni vyema tunapompeleka mtoto kwenye baraka hii kwanza na kusikiliza neno la Mungu, mfano e, kutoka kitabu cha Marko 10, Injili e, ya Mtakatifu Marko sura ya 10 aya ya 13 hadi 16, Yesu aliwabariki watoto. Hebu tusikilize kipengele hiki cha Injili: watu wakamletea Yesu watoto wadogo ili awaguse wanafunzi wake wakawakemea, ila Yesu alipoona alichukizwa sana akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amin nawaambieni, yeyote asiyokubali ufalme wa Mungu kama watoto wadogo eh, hataingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka miko, uh, akawekea mikono yake juu yao akawabariki. Unaona, hiyo ni Injili. Kwa hiyo leo, enyi watoto ambao mmetelekezwa, kuna watoto ambao wametelekezwa au tunasema watoto wa mitaani, ni watoto waliotelekezwa, hawajapewa nafasi ya kuwa karibu na Yesu. So, sema, watoto wadogo waachie ni waje kwangu. Ninyi walezi ambao mmepewa kazi ya kuwakusanya watoto, Kanisa Katoliki kwa muda mrefu limekuwa likikusanya watoto hao wa mitaani kwenye vituo vya watoto yatima vya kusaidia, tuwakuze. Hata hawa ambao tumewakusanya katika imani watambue kwamba ni Yesu aliyewakusanya kwa sababu gani hawa eh, ni wa Mungu. Tuwawekee mikono eh, mapadre eh, tuwatembelee watoto hawa. Wapelekeni kwa padre awabariki. Eh, sehemu nyingi unapotoka kwenye misa tu, akina mama anakwambia, naomba umbariki mtoto wangu. Ni kitu kizuri kabisa, guse eh, wacheni watoto waje kwangu. Wengine wale wanao wenye akili zao wanakuja kwambia, padre, naomba unibariki naomba nibariki, naenda kufanya mtihani, naomba nibariki, kuna hili, hili ni kitu kizuri. Ombeli baraka kila mara, hiyo ni Injili inavyotuelekeza hivyo. Kuna sehemu nyingine za Injili Takatifu, mfano Injili ya Mtakatifu e, Marko sura ya kumi na nane e, Injili ya Mtakatifu Matayo sura ya kumi na nane aya ya kwanza hadi ya tano na aya ya kumi inasema, yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu anipokea mimi. Mathayo kumi na tisa, kumi na tatu, hadi kumi na tano anasema waacheni watoto waje kwangu. Mathayo 21:14 hadi 16 kwa vinywa vya watoto wachanga na wanyonyao umekamilisha sifa. Luka sura ya pili aya ya arobaini na sita hadi hamsini na mbili Yesu naye Yesu alizidi kuendelea katika hekima na kimo akimpendeza Mungu na wanadamu. Tunapenda watoto wetu jinsi wanavyokuwa, wampendeze Mungu kwanza, halafu tena wanadamu. Lakini kama watoto wetu e, hawampendezi Mungu wala hawampendezi mwanadamu, basi ndio tunawakuta hawa watoto waliozagazaga, wanakuwa kama panya rodi. Watakapokuwa watu wazima, watakuwaje? Kama mtoto amekulia mtaani, mwizi siku zote mnyang'anyi kibaka, hivi atakapokuwa mtu mzima, unafikiri atakuwaje? Tunapo simama saa nyingine tunainyoshea serikali mikono kwamba sijui kuna watu sijui wamepotea serikali inawapoteza, lakini hebu tutafakari kwanza, kabla ya kunyoosha kidole, hivi hawa watoto tunaowacha wanakuwa mitaani tangu wako wadogo, hatuwatafutii baraka ya Mungu hatuwasaidii watakapokuwa watu wazima, watakuwa ni watu wa namna gani? Ni wajibu wetu kama viongozi wa kiroho, kama familia, kama wana ndoa kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa katika msingi mzuri. Tusitegemee kwamba wawe watu wazima, halafu sasa tuibebeshe serikali mzigo tu kwamba sasa ikabiliane na kila kila kitu, kila ambacho ni kiovu, ambacho sisi tunakilea sisi wenyewe kwa hiyo tuanze akiwa huyu mdogo, tumlee katika maadili mema, awe na hofu ya Mungu. Akiambia kitu hiki ni kibaya, kiwe ndani ya moyo wake hata akiwa mtu mzima. Ni baraka. Ndio maana leo nimeamua kuja na hii somo la baraka kwa ajili ya watoto wetu, awe amebatizwa au awe hajabatiza. Na baada ya kusoma somo la Injili hilo, basi ni vizuri atolewe E, homilia fulani kama nilivyokuwa ninasema kusisitiza maana ya baraka, na somo linatueleza ni nini ili e, liweze kuingia katika maisha yetu katika mioyo e, yetu. Na baada ya somo na mafundisho, basi yatafuata maombi, na basi maombi haya ambayo tutayasema leo, yayo ni kwa ajili ya watoto wetu lakini vile vile hiyo ni nafasi yako mzazi, kujifunza kwamba kanisani tunasali kwa ajili ya watoto wetu, tunatafuta baraka kwa ajili ya watoto wetu. Padre ataanza: Bwana Yesu uliweka mbele ya wafuasi, aliweka mbele ya wafuasi wake unyofu na utiifu wa watoto kwa sharti la kuingia ufalme wa mbinguni. Tumwombe Yesu katika sala tukisema sikia sala yetu. Bwana Yesu, ulizaliwa na Bikira Maria ukawatakatifuza watoto au ukautakatifuza utoto, wajalie watoto hawa wakue katika hekima, kimo na neema, kwa mfano wako. Ee Bwana, sikia sala yetu. kwa njia ya wazazi wao na ya kanisa uliwaonyesha watoto hawa wema na mapendo yako, wajalie wale waliopewa wajibu wa kuwatunza, wasichoke kutimiza wajibu huo. E Bwana, kwa sakramenti ya ubatizo umetujalia kuzaliwa upya na kufunguliwa milango ya Baba, utujalie tukufikie kwa unyenyekevu kokote utakakotuongoza kama watumishi waaminifu. E Bwana, sikia sala yetu. Ulipokuwa mtoto ulikumbwa na madhulumu na uhamisho, wajalie watoto wote wanaoteswa na maovu ya watu na ya nyakati hizi wapate msaada na ulinzi. E Bwana, sikia sala yetu. Natumaini we mtoto unaesikiliza kipindi hiki, ee mzazi unaesikiliza kipindi hiki, basi sala hizi, ungependa baraka hizi zimfikie mtoto wako. Baraka apo unasema, Yesu alizaliwa na Bikira, aliutakatifuza utoto. Ungependa mtoto wako naye atakatifuzwe? Basi pokea utakatifu katika watoto wako. Watoto wajaliwe kukua katika hekima na kimo kama Kristo alivyokuwa katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Na mtoto wako akuwe hivyo hivyo katika hekima, katika kimo, akupendeze wewe mwenyewe kama mzazi, apendeze wanadamu wengine, lakini zaidi sana ampendeze Mungu. Tunawaombea na nyie wazazi, mwaonyeshe watoto wenu hekima na mapendo, yale mapendo mliyopokea kati yenu wakati wa ndoa basi mrithishe upendo huo kwa watoto wenu, muwajibike katika kuwatunza, jamii nzima iwajibike katika kuwatunza watoto. Tunasema zamani watoto wote walikuwa ni wa jamii, siku hizi ukimgusa mtoto wa mtu unaambiwa we, hey, hapana, husiki. Sasa tusipo jali kuwatunza watoto kama jamii, baadaye ndio hicho nilichokuwa nshasema Tutainyoshea serikali kidole kwamba haifanyi, haitimizi wajibu kudhibiti wahalifu ambao tunawalea sisi wenyewe wakiwa vichanga. Kumbe vikiwa vichanga tungeweza kuvilea vyema vikawa ni watu wema. Hakuna mtu mwema ambaye angependa kuingia katika eh, mambo yasiyofaa, lakini mtu aliyelelewa vyema hataingia vilevile katika masuala yasiyofaa. Ni jukumu la jamii na tuwaombee kweli kwa dhati watoto wetu. Nawe mtoto, tunasema pokea baraka za mwenyezi Mungu, ukue katika hekima na kimo, umpendeze Mungu halafu wapendeze na wanadamu. Katika mtindo huo, jamii itaishi kwa amani, kwa furaha na kwa upendo. Na inagusa kwa sakramenti ya ubatizo umetujalia kuzaliwa upya na kufunguliwa milango ya nyumba ya Baba. Wote tuliobatizwa wamefunguliwa hiyo milango, lakini mpaka sasa kuna watoto waliofungiwa milango ya furaha na upendo wa wazazi wa wajamii. Tunawaombea ninyi watoto wote, tuombea watoto wote ambao wanazagaazagaa huko, ambao wamekosa huo upendo, wamefungiwa nani milango ya upendo, basi waweze kupokea upendo wa Mwenyezi Mungu. Kama unaweza kumchukua mtoto huyo ambaye anazagaa zagaa, ukamchukua, hebu mchukue siku moja awekee mikono na padre aondoke na baraka ya padre, aliyepakwa mafuta amwekee huyu mtoto mikono, aende aweze kumbadilisha maisha yake. Tunawaombea watoto wote hao wanao ambao wana shida hiyo ya kuzagaazagaa, waliofungiwa upendo e, tunasema watakapokuwa watu wazima, waliofungiwa upendo, hatujui wataishi maisha gani. Tutaendelea kulalamika lakini tuanze na watoto wetu. Ni sauti ya kiroho, sio ya bunduki, wala sauti ya nini. Watoto wetu tuwalee sisi kama jamii, tusisubiri wawe sugu watu wazima, sema samaki mkunje angali bichi. Tunasema Yesu alikuwa mtoto, alipata madhulumu mengi, alipata uhamisho. Tunakumbuka alipelekwa kule Misri, anatafutwa uwawe, wakahamia mpaka Nazareti. Nasema ee Yesu, watoto wenye mahangaiko wote, wenye mahangaiko madhulumu ya kiuchumi, kuna watoto hawana hata ada ya kwenda shuleni, hata chakula chakula mchana hawawezi. Yote hayo nasema ni madhulumu ya kijamii, ambapo labda jamii haijakaa vizuri. Saa nyingine mzazi unaambiwa eh, shule zetu hizi ambazo watoto hawapati chakula cha mchana, ambiwa changia shilingi elfu moja eh, kwa wiki mtoto apate hata ingalau uji. Nasema, siwezi kuchangia lakini sio kwamba huna uwezo unao, lakini hupendi. Sasa ni jukumu tu la la labda serikali, lakini wewe jukumu lako kama mzazi ni lipi? Hawa watoto wanapata mazulumu. Sasa haya ni baadhi ya mazulumu, mtoto anapokosa chakula cha mchana ni mazulumu. Sisi kama jamii hatujawajibika, wewe kama mzazi hukuwajibika. Sisi kama kanisa hatujawajibika, wewe kama kiongozi wa dini hujawajibika kuelimisha umma umuhimu wa kumtunza wa wa huyu mtoto ambaye anaishi katika eh, katika mazulumu na. Basi baada ya maombi haya inafuata baraka maalum ambayo ningependa nawe mtoto uipokee hiyo baraka maalum. Ee Bwana Mungu wetu, toka vinywa vya watoto wadogo umetengeneza sifa kamili kwa jina lako, angalia kwa wema watoto hawa ambao imani ya kanisa inaweka katika ulinzi wa huruma yako. Mwanao aliyezaliwa na bikira Maria aliwakaribisha watoto, akawakumbatia na kuwabariki na kuwaweka kama mfano kwa wote. Vivyo hivyo, ee Baba mwema, tunakuomba utume baraka yako kwa watoto hawa, ninyi nyote mnaoangalia televisheni yetu na ninyi wazazi mnao eh, angalia televisheni yetu, baraka hiyo iende kwa watoto wenu ili wakuwe katika ukomavu wa Kikristo. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu wawe mashahidi wa Kristo katika ulimwengu huu ili kueneza na kulinda tunu ya imani kwa njia ya Kristo bwana wetu, amina. Tumewaombea nini hawa watoto? Kristo aliwakumbatia, tunaomba nyiwe jamii muwakumbatie watoto katika upendo, wahisi kwamba kweli ni watoto wa familia, ni watoto wa Mungu, ni watoto wa taifa hili, sio waliokimbizwa wakuwe katika ukomavu wa imani na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu wawe mashahidi wa Kristo katika ulimwengu huu. Tunaona kuna watu wazima wa ni wa Kristo lakini sio mashahidi wa imani, kwa sababu hakukuzwa katika imani. Mtu yuko tayari kukashifu dini yake kwa ajili ya mambo fulani fulani tu ya kiulimwengu. Yuko tayari kumwasi Mungu kwa ajili ya mambo yaye haya ya kiulimwengu. Yuko tayari kufanya kitu cha kijinga kijinga ambacho hakiendani na imani yake kwa sababu ya mambo ya ulimwengu. Hatujawakuza, hatuja kuwa mashahidi. Kwa hiyo tunawaombea watoto hawa nguvu ya Roho Mtakatifu na ninyi wazazi, tunawaombea watoto wenu, hata kama wamekuwa nguvu ya Roho Mtakatifu, waishi katika imani, waweze kuishi katika ukweli wa Kikristo. Na kwa wale watoto ambao watakuwa wataenda kanisani kule na wakapata baraka hii, basi watanyunyiziwa maji ya baraka s maji yawakumbushe ubatizo wenu katika Kristu aliyowakomboa kwa mateso na ufufuko wake na vilevile vile, basi na pale kanisani yapo maji ya baraka, yana nguvu za ajabu. Kanisa limekuwa na maji ya baraka tangu enzi na enzi, kabla hatujaona yale yanayouzwa kule kwenye vichupa yale. Kanisani yapo maji ya baraka, nenda kachukue, hayauzwi, hayauzwi. Haya ni baraka ya Mungu, haiuzwi. Kachukue maji, bariki mtoto wako, pia aguse na mwisho wa baraka tunasema, Bwana Yesu aliyewapenda watoto awabariki ninyi na kuwalinda katika upendo wake. Amina. Tukumbuke kwamba watoto wetu kuna ambao vile vile hawajabatizwa. Haimaanishi kwamba kwa sababu mtoto hakubatizwa basi asiende kupewa baraka. Kila mtoto ana haki ya kupewa baraka. Inawezekana kwa namna moja au nyingine, sababu za kichungaji zimepelekea mtoto hakubatizwa maharaka, au ni mtoto ambaye labda ni wa jirani au ni wa nani, ni wa ndugu yako ambaye labda hana imani katika Katoliki, lakini unakaa na huyu mtoto. Sio kwamba huyu mtoto sasa hastahili kupokea baraka naye anastahili kupokea baraka. Kwa hiyo naye e, atapata baraka kama kawaida. Itaanza ni ishara ya msalaba, na leo basi kwa wale watoto ambao hawajabatizwa bado, ambao kaona mtoto hajabatizwa au anaangalia televisheni hii hajabatizwa, basi naye ni wakati, naye tunamwombea baraka. Tunaanza kwa jina la Baba na la Mwana na ya Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na kwa mwanaye Yesu Kristo aliyeonyesha upendo wake kwa watoto viwe nani. Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, alipokuja duniani akawa mtoto na akakuwa katika hekima, kimo na neema mbele ya Mungu na watu. Aliwakaribisha watoto na kuwabariki, alithamini hadhi yao na aliwaombea wote na kuwabariki wote. Basi huyu aliyewabariki watoto wote awabariki na ninyi watoto wote, hata kama hujapata ubatizo. Mungu aendelee kuwa nanyi katika maisha yenu. Tunatambua kwamba naishi na watoto ambao hawajabatizwa. Basi tutambue kwa somo hili tutambue kwamba kuna baraka ya watoto wasiobatizwa kanisani. Mpeleke akabarikiwe, aka, aka, aka, aka nenda kwa padri, mbariki mtoto wangu huyu hata kama bado hajabatizwa. Basi natumaini wazazi wote na watoto ambao mmesikiza leo, mtatafuta baraka ya Mwenyezi Mungu kila mara katika maisha yenu ili mkue katika hekima katika akili mkiwapendeza mkimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Basi tumalize kipindi chetu kwa sala. Tunakimbilia ulinzi wako, Mzazi Mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuapoe siku zote kila tungiapo hatarini, hatarini. Ebikira mtukufu na mwenye baraka. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.